Mwezi wa pili sasa umepita bila mimi kupata haki yangu ya ndoa kama mwanaume. Nikimgusa mke wangu hunifokea na hata kunipiga kofi, akidai anaumwa au amechoka na kwamba anaomba kila siku. Hali hii ilianza mara tu baada ya mimi kufukuzwa kazi na kuhamia kwa rafiki yangu, nikiwa pamoja na mke wangu. Tulianza kuishi pale lakini cha kushangaza ni kwamba mke wangu alianza kumsifia zaidi rafiki yangu kuliko mimi. Kila tulipokuwa tukikaa pamoja, mke wangu hakuwa na la kuniambia, ila kumsifia rafiki yangu. Alisema, Rafael ana kifua kizuri sana, mwanamke wake lazima anafaidi kukichezea. Naitwa Mwagito Isaya, mkazi wa Pasiansi, Mwanza. Nina umri wa miaka thelathini. Nimeoa na tuna mtoto mmoja. Nilikuwa mfanyakazi katika kampuni fulani, lakini nikafukuzwa baada ya bosi wangu kuanza kumtongoza mke wangu. Mke wangu alikuwa na tabia ya kufika ofisini kila jioni, kwani sehemu yake ya kazi haikuwa mbali Siku moja nilimwona akiongea na bosi wangu kwa muda mrefu. Nilipowatokea ghafla, bosi aliondoka kwa haraka. Nilimuuliza mke wangu walikuwa wanazungumza nini, akanijibu kwa hasira, na wewe unakuwa na wivu wa kijinga sana, mimi kuongea na bosi wako sasa imekuwa shida? Sikujua nimjibu nini. Nilimwambia kwa upole, hakuna shida yoyote, ila ni vema nikajua akanikazia kwa ukali halafu. Nikamwambia, sitaki uwe na mazoea na bosi wangu. Kama unakuja hapa kunifuata mimi ni sawa, lakini hao wengine achana nao. Maneno haya yalisababisha hali ya baridi kati yetu nyumbani. Mke wangu alianza kununa, hakuniambia kitu, na mawasiliano yetu yakawa ya, ya ukimya. Kila simu yake ilipolia alikuwa anatoka nje kuzungumza kisha anarudi akiwa amenuna zaidi. Baadaye niligundua kwamba mtu aliyekuwa akimpa kiburi mke wangu ni bosi wangu. Huyo alikuwa akimpigia simu usiku kuzungumza naye muda mrefu, na hata mpango wa kunihamisha kikazi ulikuwa unasukwa ili niwe mbali, wao wafanye yao. Nilipojua hayo Nilienda kwa bosi na kumwambia sioni sababu ya kuendelea kufanya kazi kwa mtu asiyeheshimu ndoa yangu. Huyo ni mke wangu, si mwanamke wa mitaani. Bosi akanijibu kwa dharau, mkeo ndiye ameleta shobo, halafu unakaaje na mwanamke mzuri vile wakati huna uwezo wa kumhudumia. Maneno yake yaliniumiza sana, lakini nilijua nifanye nini. Kesho yake akanipa barua ya kufukuzwa kazi, nilijiambia Kazi inaweza kupatikana popote, lakini mke mzuri ambaye moyo wako umempenda ni ngumu kumpata. Niliamua kubaki na mke wangu. Baada ya kufukuzwa kazi, maisha yangu yalibadilika kabisa. Nilikuwa nimepanga nyumba kubwa, lakini kutokana na ukosefu wa kipato, sikuweza tena kulipa kodi. Nilikuwa nikifanya vibarua vya kusaidia mafundi ujenzi tu. Rafiki yangu Rafael alinionyesha huruma akaniambia nikaishi kwake kwani ana nyumba kubwa na anaishi peke yake. Hmm, maisha gani haya tunaishi mume wangu? mke wangu alihoji. Nikamwambia, sina jinsi. Rafael ananisaidia kama shukrani kwa msaada niliompa zamani. Tuliamia kwake na nikamwambia Rafael kwamba tutashirikiana gharama za maisha, lakini akakataa, akasema yeye atabeba kila kitu ili mimi nijitafute kimaisha. Baada ya miezi sita ya kuishi kwake, mabadiliko yalianza kuonekana. Mke wangu alianza kumsifia Rafael mara kwa mara. Siku moja akaniambia, Rafael ana kifua kizuri sana, kwa nini nawe huendi gym kama yeye? Nilishtuka nikamuuliza ameona wapi, akasema wakati Rafael anatoka kuoga, akanifokea kwani, vibaya mimi kutaka uwe na kifua kama chake? Nikamjibu kwa upole ili kuepusha ugomvi, nitalizingatia. Kadri siku zilivyopita, mke wangu alianza kunidharau wazi wazi. Sauti yangu haikuwa na uzito tena. Aliacha hata kufua nguo zangu, akiniambia kwa ukali, fua mwenyewe, sitafua nguo za mtu mwingine. Lakini Rafael akimwambia kitu kidogo tu alikuwa anafanya kwa haraka. Alimfulia nguo, kumsafishia chumba na kumheshimu kuliko mimi. Tabia hii ilifika hadi kwenye tendo la ndoa. Kwa miezi miwili sasa hanipi haki yangu. Nikijaribu kumbembeleza, ananipiga kofi au kunitukana. Siku moja nilirudi nyumbani mapema Nikakuta chakula mezani. Nikiwa nakula mke wangu akaingia na kunipokonya sahani kwa nguvu. Mimi kwenye ratiba ya chakula sipo, hicho chakula ni cha Rafael. Wakati huo pesa ya chakula ilikuwa natoa mimi. Kila siku nilimshirikisha rafiki yangu kuhusu hali hiyo nikitarajia ushauri, lakini akanijibu kwa ukali, muda mwingine uwe kama mwanaume Sioni sababu ya kunishirikisha mambo ya ndoa yako, ikiwezekana sepa tu. Nilishtuka, nilimkumbusha kwamba mke wangu ni shemeji yake, lakini hakujali. Baadaye nikagundua ameyasema maneno hayo kwa mke wangu pia, na moto ukazidi kuwaka. Hivi sasa mke wangu anamheshimu Rafael kuliko mimi, kila kitu anakifanyia yeye. Nilipopata laki moja nikamwambia, tupange chumba kidogo tu tuanze maisha yetu. Akakataa, akasema kwa ukali, siwezi kuondoka, nina ujauzito wa Rafael, siwezi kuwa mbali na baba wa mwanangu. Kauli hiyo ilinikata moyo kabisa. Nimebaki nikiwa na maumivu makubwa, nikiwa bado nampenda, nikiwa sijui cha kufanya natamani kuondoka, lakini moyo bado unamkombatia ni, sijui nifanyeje. Unaweza kunishauri ndugu msikilizaji?